Kwa mujibu wa mtafiti wa Human Rights Watch kanda ya Afrika, Nomatamsanka Masiko Mpaha, mamlaka nchini Tanzania zinapaswa kuchukua hatua za haraka kulinda heshima ya uchaguzi wa mwezi Oktoba ambayo hadi sasa anaonekana kuwa hatarini. Mtafiti huyo ameongeza na hapa namnukuu, serikali inapaswa kuacha kuziminya sauti za wakosoaji na badala yake kufanya mageuzi ya maana kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki na wa heshima, mwisho wa kumnukuu. Katika ukusanyaji wa takwimu za ripoti hiyo iliyopewa jina la ukandamizaji mkubwa unatishia uchaguzi, Human Rights Watch inasema ilizungumza na watu ishirini na nne baina ya mwezi Julai na Septemba mwaka huu, miongoni mwao wakiwa na harakati wa asasi za kiraia, wanasheria, viongozi wa dini, wasomi, wa dini wasomi, waandishi wa habari na wanachama wa vyama vya upinzani, wakiwemo wahanga wanane wa udhalilishaji kutoka Tanzania bara na Zanzibar mmoja wa viongozi wa dini aliambia shirika hilo kwamba haki za watu kuwa na maoni tofauti na serikali sasa iko hatarini, akitaja matukio asiyo na maelezo ya watu kutoweka kutekwa na hata mauaji uh. Imesajili angalau matukio kumi ya watu walioshambuliwa kutekwa na ama kuteswa huku ikitaja athari za moja kwa moja za udhibiti mkali ya ya khabari, wa viombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika mkasa tarehe mbili mwezi Mei, watu wasiojulikana walimpiga na kumtika mwanaharakati mashuhuri wa upinzani Mpaluka Nyagali maarufu kama Mdude nyumbani kwake Mbeya, kusini magharibi mwa Tanzania. Lakini juhudi za mkewe kuitaka Mahakama Kuu ingilie kati kumtafuta mumewe zilitupiliwa mbali mnamo tarehe 9 Julai na hadi sasa hafahamiki alipo. Mkasa mwingine uliotajwa kwenye ripoti hiyo ni ulio tarehe 16 Juni ambapo watu wenye silaha walimshambulia Jafet Matara anayefahamika kwa kuandika taarifa za kuikosoa serikali mtandaoni. Na hata alipokwenda hospitali kwa ajili ya matibabu, watu waliovalia sare za wauguzi walikwenda tena kumvamia na kuendelea kumshambulia. Hadi sasa, Matara anazungumza kwa taabu kutokana na kuvunjwa mafizi wa kipigo hicho. Kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29, tume huru ya uchaguzi imemwondosha mgombea wa urais wa upinzani chama cha ACT Wazalendo, luhaga Mpina, huku wafuasi wa chama kikuu cha upinzani ambacho kimeamua kuto kushiriki uchaguzi huo, Chadema, wakiandamwa kila mara jeshi la polisi. Kiongozi wao Tundulisu anakabiliwa na kesi ya uhaini na anapigania haki yake mahakamani, licha ya kuliandikia jeshi la polisi, tume za uchaguzi, mamlaka ya mawasiliano na wizara ya mambo ya kigeni ya Tanzania tangu tarehe 19 Septemba ili kuwasilisha matokeo ya utafiti huo na kupata maoni yao. Shirika la Human Rights Watch linasema halikupokea majibu yoyote hadi ripoti yake hii inachapishwa.